Mtazamaji, Rais William Ruto amewasuta viongozi wa upinzani akisema wanaendeleza siasa za ukabila nchini. Naam, Rais Ruto akizungumza katika eneo la Kibra hapa jijini Nairobi, aidha ametetea serikali ya ushirikiano na chama cha ODM, akisema utawaunganisha Wakenya wote. Naam, Stephen Deto na taarifa zaidi. Rais William Ruto aliungana na waumini wa kanisa la AIC Kibra jijini Nairobi na baadaye kutangamana na wenyeji wa Kibra ambapo aliwahimiza wenyeji hapa kupuuza siasa za migawanyiko inayoendelezwa na upinzani. Tuunganishe Kenya. Tuendeshe maendeleo. Tusafishe Nairobi. Tuwapangie manyumba. Watoto wenu wasome. Tuhakikisha kwamba kila mmoja wenu anapata matibabu. Rais Ruto akiongeza kuwa maelewano yake na kinara wa ODM Raila Odinga ni kuhakikisha kuwa kuna utulivu nchini ili kuipa serikali nafasi ya kutekeleza majukumu yake. Rais akisisitiza kuwa kelele za upinzani hazitamnyima usingizi. Sasa iko wangwana pale ati wa siasa mfululizo, nyinyi ni watu wa siasa mfululizo ama kazi bila break. Munasema ni siasa mfululizo wa makazi bila break. Viongozi wa chama cha ODM walioandamana na rais wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya bajeti Sam Atandi wametoa hakikisho kuwa chama cha chungwa kitaendelea kushirikiana na serikali ya Kenya Kwanza. Rais William Samoi Ruto, I believe is in the category ya wale tunaweza sema ni Isaiah. Ni kitafsiri kwa Kiswahili hiyo, nafikiri ni tafsiri inasema kumi bila break.